jinsi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akipata maswali dhahiri. Yeah. Maswali sio kwamba walikuwa na nia ya kutengeneza, lakini ilikuwa ni maswali kwa nia ya kubomoa au kuharibu. Hawakuwa wanauliza kwamba wapate wajue wanyooke wa, wa, wa, wa. Ilikuwa kuuliza kwao ni kutegesha kwamba Muhammadi tumuulize hivi atajibu vipi? tuko pamoja, yeah. Lakini Allah subhanahu wa taala ikawa yeye sasa anampa tanbihi mtume wake, anampa maelekezo mtume wake namna ya kuwajibu. Sawa aya, yeah. Inasema yasalunaka anil khamri wal maisir, Muhammad wanakuuliza kuhusiana na ulevi na kamari. Na wakati mwingine ilikuwa hata maswahaba wanauliza dhahiri, yeah. Maswahaba wanauliza kuhusiana na yale mambo yakisha kuwa tayari yamekuwa ya kujichanganya ya suala hili la kuuliza ulevi. Ulevi mwanzo ilikuwa watu wanakwenda ni starehe zao, ni vinywaji vyao ikawa wanakunywa wanafanya ibada, hawajaulizwa kitu. Mtu anaswali kalewa, hajaulizwa kitu, lakini kafika wakati wakaambiwa msikaribie swala hali ya kuwa mmelewa. Kwa hiyo ikawa mtu akishapiga ule mtindi akilishakorogeka wakati, wakati ule ndo hatakiwi kuswali. Kwa hiyo akaswali, halafu ndo ajalewe au alewe kabla ya kuswali kwa muda mrefu tena alewe kwa kipimo mwenyewe. Mabwana wakaona sasa mmm, hii hayajakaa vizuri hapa kwa <coughs> hiyo tuulize ili tupate <coughs> tusibabaike. Wakauliza, waliouliza, ndio Mungu akamjibu sasa, akamwambia Mtume, yas'aluna kanil khamri wal masir sawa, wanakuuliza kuhusiana na ulevi na kamari, hukumu yake ni vipi? Kul wambiye, fihima ithmun kabirun, kwenye ulevi hatari kubwa, kuna madhara makubwa sana, madhambi yake ni makubwa, lakini pia wa manafiu linnasi, watu wanapata pesa, watu wanachangamka, watu wanafurahi kwa hiyo manufaa kwa watu yeah, yapo kwenye ulevi. Kwa hiyo hapo ni pale mwanzo eh? mm -hmm. Kabla haijaharamishwa yote, kawaida nini, kwa pamoja. kul wambie fihima, ndani ya mambo yote mawili, ulevi na kamari. ithmun kabirun, kuna madhara makubwa <clears throat> madhara ya kuharibu akili, madhara ya kupoteza mali, madhara ya kupoteza heshima ya mtu lakini kwa upande mwingine anayembuna mwenzake anayeuza ulevi yeye, ana hasara kimtazamo wa kawaida faida hapati, anapata wa manafiu linnasi, watu wanapata manfaa bila dhati. Wal farahi fi lkhamri wa isabati lmali bila kadin fil maisar. Sawa, sheke anaongeza anasema manfaa kwa watu, ladha na starehe. wal walfarhi, lakini na furaha, watu wanajisikia furaha. fi lkhamri, katika ulevi. wa isabati lmali, na kuongeza mali katika masala ya, ya kamari. bila kadin, tena bila ya kupata tabu. We unakwenda tu, umerusha laki yako moja, unafanikiwa, unapata laki mbili, unapata una una laki, una laki tatu. Sasa zimetengenezwa sasa hivi Zimeingizwa katika mitandao, watu kuna vya kueleza, tuko pamoja. Kwa hiyo kila mtu sasa anakuuliza eti, sasa kubeti halali au haramu. Kubeti nini, kufanya hivi ni halali ni haramu? We daama yaribuka ila mala yaribuka. Baya ni lile lilokuwa linakutia wasiwasi na hutaki watu wajui kwamba unafanya, na zuri ni lile lilokuwa halikutii wasiwasi na wakiona watu we huna huna, huna hofu yoyote umefahamiana. Kwa hiyo katika husnulmari ni kuacha lile ambalo litampa taabu eh, sawa. kwa hiyo Yeah. Manfaa yapo na madhara yapo eh, lakini wa ismuhu ma akbaru min nafihima, madhara ya ulevi ni makubwa zaidi kuliko ni manfaa yake sawa. <coughs> walamma nazalat sharabaha qaumun wa mtamna akharuna Aya hii ilipoteremka wengine wakaendelea kupiga ulevi, wakanywa, wakaendelea kunywa. Wengine wakasema mm -mm, mara Mungu akasema kuna madhara, basi si tunaacha moja kwa moja sawa yeah, ila an haramatha ayatul maida. Wakaendelea katika hali hiyo mpaka ilipokuja kuteremka aya iliyokuwa katika suratul maida sawa yeah. kwamba innama al-khamru wal-maisir wal-ansab wal-azlamu rijsu wakaambia sasa mkome, sawa yeah. Wayasaluna kaswali jingine wakauliza, madha yumfikun, kiasi gani cha kutoa. Muhammad, kila siku unatuambia sisi tutoe katika njia ya kheri, watu wanasema tutoe katika njia ya kheri. Sasa tutoe shilingi ngapi? Mtu mwisho wa kutoa kiasi gani? mwanzo wa kutoa kiasi gani? Kul, wambie alafu kile kilichokuwa cha ziada min alhajatin, sawa eh, wala tufiku ma tahtajuna ilayhi watadhiu anfusakum. Umeambiwa utowe. Watu wengine wana kauli nzuri za kuzungumza, mashallah. Akisimama hapo akikwambia utowe, unaweza ukatamani utowe zote ulizokuwa nazo. Wakati mwingine utowe kile kihakiba haki chako nakitoa kwa sababu hii ndio dini. Mwenyezi Mungu anasema, uh, utaratibu upo kwenye dini sawa. Halafu kile cha ziada, matumizi yako umepata, umefanikiwa, zimebakia pesa, wewe usiseme kwamba ah, mimi hizi pesa za bajeti ya mwezi mzima. Mwezi mzima utaumaliza wewe? Umepata, basi toa. Tumefahamiana. Yasalu, wayasaluna wanakuuliza, madha yufikuna, kitu gani kwa kiasi gani waweze kutoa. Kulilafu, wawambie kile kitakachokuwa cha ziada. Kadhalika hivyo hivyo, kama yalivyobainishwa ya, hayo ambayo mnaelekezwa yubayinu llahu lakum anaikabayana Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi, alayati aya zake, laalakum tatafakarun, ili muweze kutafakari, ili muweze kuzingatia <tuhi> Kadhalika kama mnavyobainishiwa mambo mengine, yubayinu llahu lakum, anabainisha anawekabayana Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi, alayati, anaziweka bayana aya za Qurani, laalakum tatafakkarun, ili mpate kuzingatia. Fidunia, mambo ya dunia, wal akhira, na muyazingatie mambo ya akhira. Fatakhudhuna biaslahi lakum fihima ili katika maisha yenu mshikamane na yale ambayo yatakuwa ni maslahi yenu, yatakayo kuleteni maslahi. Mambo ya kidunia fanyeni, yaliokuwa hayana maslahi na nyinyi muyawache, dhahiri. mm -hmm. Wayasalunaka anlyatama, pia swali jingine likaja kuhusiana na mayatima. Mayatima yalikuja maelekezo ya kwamba mayatima ni watu ambao wanastahiki kufanyiwa ihisani kubwa sana, tuko pamoja, mali zao zisiliwe. Maswahaba kwa sababu ya utiifu wao wakaona eh, sasa hawa mayatima tufanyeje? Tuwapikie cha uchungu, manaake kijulikane kwamba hichi ni chungu cha yatima hawa, tuwaeki katika hali gani? Nikawa suala linaingia katika vichwa vya baadhi ya watu eh? Wakajiona kwamba sisi hawa tukila pamoja nao, unaweza ukala na yatima ukamwambia njoo tukae kula. Mtoto kwa sababu mtoto akala yeye akashindwa kushiba, unifahamiana, akala kwa haya, sawa yeah. lakini nao pia akiamba wewe usije kula hapa chakula chako hiki, nenda kale kule, au wakati mwingine atajiona yeah. katengwa. Sasa ikawa hili maswahaba, kwa sababu maswahaba kila linalozungumzwa katika dini walikuwa wanataka walifanye vile inavyotakiwa, na hiyo ndio dini, kwamba dini ufanye vile inavyotakiwa, sio unavyotaka wewe Zahiri. Yeah. na vinavyotakiwa utavikuta wapi? kwenye maandiko ukiambiwa hili lina maandiko, basi unasema sawa lile lilokuwa nilifikiria, au halina maandiko, tunaliache, tunafata maandiko. Hiyo ndio raha ya dini yetu, hakuna mtu lake yeye, akilisema mtu likiwa ndo, ndo ndilo, basi lazima litakuwa na maandiko yake, aidha wazi kabisa au ufahamu. Sasa lile lilokuwa liko wazi kwenye maandiko, hili halijadiliwi, halina mjadala kwa sababu maandiko haya hapa, linabakia lile kwamba a, hili nimefahamu hivi au limefahamikwa hivi. Sasa linatafutwa maandiko a, hapa ulivyofahamu njia hiyo inapitwa, na njia hii inapitwa, njia hii inapitwa, njia hii haipitwi. Nani wanaopita? Wanachuoni wamesema hivi ikiwa ha haliko kwa kwenye aya haliko kwenye hadithi haliko kwenye wanachuoni ni la kwako, unatafuta pahali ukaliweke . Sasa ndio maana mm -hmm, ikawa dini <tututu> ha haina mashaka. Uko pamoja dini, mm -hmm, haina mashaka kwa sababu neno likiharamishwa, neno likisemwa kwamba hili ni batili, hili ni suna, hili ni wajibu, basi itakuwa kuna maandiko yake wazi wazi, liko haliko wazi wazi, itakuwa ni juhudi za wana chuoni kwa kupitia aya fulani, kwa kupitia hadithi fulani, hili jambo lifanywe, hili jambo lisifanywe. Sasa uwe na ushahidi wowote katika hayo utakayoyasimamia. Ukikosa ushahidi, utaambiwa haya hayana ushahidi, haya, si, siyo ya, haya, kwenye dini hayapo ili utaambiwa sasa, hili litafutie pahala, utakunja kunja virago vyako. Huyo utasema hili halistahiki, hali dhahir <coughs> ulipouliza katika ma mayatima, kulu wakaambiwa wambie islahu lahum, kuwafanyia maslahi watu hawa ndani ya mali zao, sawa eh? kwa kuzisimamia na kushirikiana nao khairun ni bora kufanya hivyo. islahu lahu, kukaa nao kwa wema, kuchanganyika nao, mali zao kuzilinda, hili ni jambo khairun lakum. khairun ni bora. wa in tukhalituhum, na kuchanganyika nao hawa, sawa eh? ikawa mnakula pamoja, mnafanya mambo pamoja, fa ikhwanukum, hawa ni ndugu zenu hawa ni ndugu zenu katika dini. Na masala ya kiundugu ni mtu kuwa na mapenzi na ndugu yake. Ukiambiwa huyu ah, yule ndugu yake ah, ndo maana naona wakionana, utafikiri mtu akionana na ndugu yake kuna kuwa na tabasamu jengine kulikoni akionana na watu wengine, si ndio? Ndugu yake wameonana, fulani yule sio pale. Watu wamefika pahala ndugu yake akimuona anamwambia anataka anatamani wapigane, popote utakapoonana mimi wewe, na kurarua kufika, watu namna hiyo, sababu za ajabu ajabu pamoja. Sasa Allah aliposema wa in tukhalituhum, ikiwa mtashirikiana nao, mtachanganyika, mtashiriki nao, fa ikhwanukum, ni ndugu zenu, na masala ya, ya undugu, anasema wa waminshani akhi ayukhalitu akahu ifalakum dhalika katika masala ya kiundugu basi ni mtu ku, ku, ku, ku, na ushirikiano na, na uwiano ushirikia, mkubwa na ndugu yake. Kwa hiyo nyinyi mnatakiwa mfanye hivyo. wallahu ya'lamu ya lmufsida, <coughs> Mwenyezi Mungu anawajua, anawajua wenye kufanya ufisadi, kuziharibu mali za mayatima. min almuslihi, na wale ambao wanaziharibu mali za mayatima. Yatima akishafariki fariki mali zake zote. Sisi huku kwetu hatuna mali za hivyo. Mtu akifa banda lipo, basi mtoto anachukuliwa nani? Ampeni babu yake, maana watu wengine wote hawataki kumchukua, si ndio? Anapelekwa kwa nani? Kwa babu yake. Mwacheni kwa babu yake, babu yake yupo, babu hajiwezi huyu. Angemchukua ami, angemchukua shangazi, asema mea wanangu si wawezi tuko pamoja yeah, yeah. Lakini huyu mtoto angeachwa na mimali kibao, ingekuwaje? Watu wangegombana hapo, chague mwenyewe. Mwisho watu kama wana busara, ah, mwacheni mtoto achague akakae kwa nani yeye. Yeah, atasema kwamba mimi naenda kukaa kwa, naenda kukaa kwa mjomba, naenda kukaa kwa shangazi, naenda kukaa kwa mama mdogo, naenda kukaa kwa kaka. Tuko pamoja. Wallahu ya'lamu al-musida, Mwenyezi Mungu anajua mwenye kufanya ufisadi katika kuziharibu mali za mayatima. Min al-muslihi, pia anawajua wanaosimamia vizuri mali za mayatima eh. walasha Allahu la anatakum, angalitaka Mwenyezi Mungu kuwashushia ghadhabu zake, basi angalikupeni laana. Sawa, wale ambao wanafanya ufisadi, sababu laana hazishushi kwa mtu mwema Uko pamoja, yeah. Wale ambao wakorofi wa Mungu angalitaka, mtu akifanya ukorofi angewashwa hapo hapo. Uko pamoja, yeah. Walau shaa Allahu, kama angalitaka Mwenyezi Mungu kuwaangamiza la anatakum, angalikuwasheni hapo hapo al, ladhika alaikum bitahrimi lmukhalitwa. Mungu angalikufanyieni laana, laana ya hapo, kwa maana angekupeni tabu eh? Sio ile laana ya kwamba kamtoa katika rehema za Mungu kwa sababu ya maneno yanakwenda kila mahala na yale maelekezo ambayo yametolewa. Tuko pamoja yeah. Shekhe hapo akatusaidia, ladhaka alaikum, ladhaka alaikum, angalifanya uzito kwenu nyinyi, bitaharimi almukhalitwa, kwa kuwaharamishia kuchanganya chakula cha yatima na chakula chenu. Na hapa mara nyingi ni pale mtu ilipokuwa anachukua ile mali ya yatima anatumia umefahamiana, mm-hmm. au yatima, kwa sababu yatima asili yake ni kwamba na yeye apewe huduma, uko pamoja yeah. Sasa kama ikiwa ana mali zake yatima, unaweza ukachukua uka mali zake ukafanyaje, ukatumia uka kwa ajili yake. Sasa utakwenda kununua mchele ujumpikie yatima <coughs> mchele wake umpikie kitoweo chake umpikie kitu chake, inakuwa inakuwa shida, inakuwa dhiki. Mungu akalitaka angalifanya hivyo lakini Mungu kafanya, inna Allaha azizun, Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu ay ghalibu ala amrihi, yeye ni mshindi katika mambo yake. Hakimun ni mwingi wa hikma katika yale anayofanya, sawa, yeah. Katazo sasa likaja wala walatankihu almushrikin mushrikati, msiwaowe wanawake washirikina ail kafirati, msiwaowe makafiri Muislamu asiowe kafiri. Sawa yeah. wala walatankihu mushrikati msiwawe wanawake washirikina hata yuumina, isipokuwa wawe waumini wa, wa wabadilishe dini. wala amatu mu'minatun, na yule mtumwa ambaye ni muumini khairun min mushrikatin, ni bora kumuoa kulikoni kwenda kumuoa mwanamke mshirikina sawa yeah. liana sababu nuzuliha alaibu ala man tazawaja amata watarghibuhu fi nikahi hurati mushrikati. Asli ya mtumwa ni mwenye mapungufu. Sasa mtu akioa mtumwa wa watu, ni kwamba yeye ni mke wake, lakini huku kuna haki za bwana na yeye za kuamba huyu ni mtumwa wake, lakini mtoto pia atakayempata atakuwa mtoto mtumwa mpaka mgomboe. Tumefahamiana. Kwa hiyo hili likaonekana ni aibu, wewe unakwenda kuoa mtumwa, utaowaji mtumwa sawa, lakini pesa za, za, za, za, za mahari ya huyu mwanamke alikuwa si mtumwa, hana kwa sababu wakati ule Waislamu walikuwa ni wachache. Tuko pamoja? Yeah. Wale washirikina ni wengi, na kila mtu anahiari katika kuolewa Anasema, mimi mume huyu usimtaki. huyu Muislamu asema na Uislamu wake sitaki Uislamu mimi, nataka muume. Sasa Uislamu sawa dini ndio, lakini sasa si kwamba kila Muislamu tu mimi nitamkubali ni muoe au anioe. Watu ikawa wanakosa wakati mwingine kuoa, wakaona tukatafute tukangio kwenye washirikina, wakawa wanakwenda wana, wana, wana, wana kutaka kuoa washirikina Yeah. Ndo Mungu akasema wala tankihu lmushirikati, msiwawe wanawake washirikina hata yumina, isipokuwa wawe wameamini. wala muminatun, na mwanamke mtumwa mwenye kuamini khairu min mushrikatin, ni bora kulikoni mshirikina wa kike walau ajabatkum, hata mkiwapenda mkiwaona wazuri wakiwafurahisha, kwa sababu makafiri sio kwamba ni kafiri akawa sio mzuri makafiri ni wazuri, wanakula wanashiba. Na makafiri wakati huo ilikuwa ni, ni wenyewe Warabu, Wahabeshi. Kwa hiyo mtoto vijana, msumari, Na na na sema msumari, alafu unaambiwa huyo haramu. Wafanyaje hapo? Inakuwa shida. Watu wengine ilikuwa uzalendo unawashinda, sema kama ni hivyo bora nirudi kule kule, hii dini ya Muhammad ngumu, ina na vikwazo vingi kwenye Ukristo we huna haramu. Ukishaingia kwenye dimbwi la damu, sasa utaogopa damu? na ukigelea kwenye ziwa la damu, ndio kwenye haramu. Ushaingia kwenye Ukristo, kwenye ukafiri, ushamkataa Mtume, ushaikataa Qurani, ushamkataa Mwenyezi Mungu. Sasa unachojali kitu gani? Yeah. Muislamu yeye ndo anavizuizi Qurani, inamlinda inamzuia Sawa, kwa hiyo mm, wakaambiwa hata kama mmekufa kimapenzi sawa, wala tunkihu al-mushrikina, na wala watoto nyinyi wenyewe. Ile ya kwanza imekuja nyinyi wenyewe, msi wa, msioe na wala msiwaozeshe watoto wenu wa kike, al msi wa al-mushrikin, msiwaozeshe washirikina nyinyi, msiowe na wala watoto wenu msiwaozeshe Washirikina sawa, hata yuminu mpaka waamini, wala abdu muminu sawa. Wala tunkihu lmushirikina, wala nyinyi wanawake msiwaowe. Mwanamke anaoa na mwanamume anaolewa eh? mwanamume anaoa na mwanamke anaoa, katika lugha tumefahamiana eh? lakini katika mila zetu na desturi zetu ukiambiwa bibi fulani kakuoa, naambia kakuoaamoaauaekakuoa ule mlioua kisoma pamojavp mua famana sisi, imekuja kwamba ilekuoa ndo mwanamume <coughs> lakini mwanamke kumbe naye mnaoana sawa. Ehe. Lakini ndio tunasema kwenye utaratibu mwingine, hiyo ni yetu sisi kwamba ah, mimi ndio naoa sawa, hiyo ni yetu na ukisema kwamba mwanamke huyu kanioa, umefatana na mke wako kaambia, huyu ndio kanioa huyu, vipi? <coughs> <coughs> <coughs> utaonekana sasa maneno kushaa haribu hapo. Hapo ndio sasa ndo tunasema sasa, sasa ndoa ni kuoana ili kuoana, linakuja lina <coughs> linakuja kidogo ni jepesi, kuliko ni kumwambia mwanamke kwamba huyu kamuoa. Tumefahamiana ah, mke wangu tumeoana si muda mrefu, au tumeoana tokea zamani, hili halina halina mashaka sana lakini, ukisema mke wangu kanioa miaka mingi, hapo hapo linaharibika, lina, lina a sasa vile ni Kiswahili tu. Zahir. Adhabu anaambia wanawake wala tunkihu almushrikina nyewe wanawake msiwaoe wanaume washirikina umefahamiana? wala tunkihu au ikiwa amri inakuja kwa mawali eh? kwamba msiwaozeshe hao wanaume mushrikina hata yuminu isipokuwa na wao wawe waumini wa. Walabdu mu'minun, mwanamume mtumwa aliyekuwa ni Muislamu khairu min mushrikin, ni bora kuliko mshirikina. Walau ajabakum, hata kama wanaume wame, washirikina mnawapenda wame, wana kwa sababu ya mali zao, wajimalihi, au uzuri wake aliokuwa nao. Mungu anasema ulaika yaduuna ila ilannar, hawa washirikina watakupelekeni katika moto, wanakuiteni kuna asbabu, kuna vishawishi ambavyo vitawafanya mumsahau Mwenyezi Mungu. ulaika watu hao, yaduuna wanakuiteni, ila nnari kwenye moto, sawa yeah, yeah. yeah. biduaihim ila ilalamali almujibulaha, kwa sababu hao watakuelekezeni kufanya mambo ambayo mwisho wake ni kuingizwa kwenye moto, fala taliku minna falataliku munakihatuhum, basi haiwi sawa kuolewa na wanawake na wanaume hao eh. wallahu yaduu ila aljanna, na Allah subhanahu wa ta'ala anawalingania watu anawaita kwenye pepo, walmaghfira na kwenye msamaha, biidhnihi kwa idhni yake eh? Allah mtazamo wake, mfumo wake, mwelekeo wake, dini yake inawapelekea watu kwenda wapi? Katika pepo. Washirikina mfumo wao utaratibu wao mikakati mi, mi, mi yao ni ya kuwatoa watu katika njia ya Mwenyezi Mungu kuwaingiza katika adhabu yes. ulaika yaduuna ila nari, watu hao wanakuiteni katika moto. wallahu yaduu ila aljanna, na Mwenyezi Mungu anakuiteni kuelekea peponi. walmaghfira anawaomba kuipata msamaha wake, anawaelekeza yani, mtake msamaha. Ya Rabbi, tusamehe makosa yetu. Biidhnihi, kwa ruhusa yake. Wayubayinu ayatihi, anaweka wazi, Mwenyezi Mungu anabainisha aya zake. Linasi, kwa watu. Laalahum yatadhakkarun, ili wapate kuwaidhika, wakumbuke waidhike. hmm. wow. kuondokea aya hiyo waya